Ujambo, na karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Sarafina Rubi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: Mswada wa ushuru na matumizi wa rais wa Marekani Donald Trump umepitishwa na Seneti. Wapiganaji wa kijihadi wamefanya msururu wa mashambulizi kwa vituo vya kijeshi katika miji kadhaa nchini Mali. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia tishio la kupungua maradufu kwa idadi ya punda barani Afrika, huku Tanzania ikifunga vichinjio vikuu vya punda. Kunani, bado kunaendelezwa biashara haramu na kuchinja punda kupitia vichakani na ngozi. Sasa kuna hatari kubwa sana kwa sababu uh, hii uchinjaji uko msituni sio wa halali. msikilizaji, na kwa sasa nampisha mpisha mwenzangu Beldin waliaula akusomee muktasari wa habari. Karibu, Beldin. Asante Safina. Marekani imesema kwamba umesitisha usambazaji wa silaha za kijeshi kwa Ukraine kwani akiba yao ya silaha imepungua. Shehena ya mzigo wa silaha ambao ulikuwa utumwa wa Ukraine ungejumuisha mizinga na makombora ya anga. Ukraine imekuwa ikitaka sana makombora hayo ya kutoa ulinzi angani, ili kulinda miji yake dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Msemaji wa ikulu ya White House amesema uamuzi huo umefikiwa kutokana na kuweka maslahi ya Marekani kwanza. Rais wa Marekani Donald Trump amekubali masharti yaliyowekwa ili kumaliza mikakati ya mwisho ya usitishwaji wa mapigano eneo la Gaza kwa siku 60. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alisema watatumia muda huo kushirikiana na pande zote mbili kumaliza vita hivyo na kusema anatumai kundi la Hamas utakubali mkataba huo au sivyo, hali itazidi kuwa mbaya. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesihi Hamas kukubali mkataba wa kusitisha mapigano kwa siku sitini eneo la Gaza, akiongeza kuwa Israel iko tayari kutekeleza mkataba kamili wa kumaliza vita hivyo, huku majeshi ya Israeli yakiendelea na operesheni eneo la Gaza. Trump alisema wajumbe wake walikutana na wajumbe wa Israel ambapo walijadili vita hivyo kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Marekani wiki ijayo. Yeah, Trump alisema atakuwa na msimamo uliodhabiti kwa Netanyahu atakapozuru Marekani. Haya yanajiri wiki moja tu baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Iran kuafikiwa. Mahakama Kuu nchini Kostarika imeitaka bunge kumwondolea kinga ya kushtakiwa rais wa taifa hilo Rodrigo Chavez ili aweze kufunguliwa mashtaka ya ufisadi. Mahakama hiyo pia ilimtaka waziri wa utamaduni Jorge Rodriguez ajumuishe katika kesi hiyo bunge la taifa la Costa Rica linaendeshwa na viongozi wa upinzani. Viongozi hao wawili aidha wamekana kuhusika na ufisadi wa aina yoyote serikalini. Na shirika la ndege la Qantas nchini Australia limesema kuwa wanafanya uchunguzi kuhusu mitandao yao kudukuliwa, baada ya wadukuzi kupenyeza kwenye mitandao yao ya kununua tiketi za ndege, ambayo ina data muhimu za wateja wake zaidi ya milioni sita. Kampuni hiyo ya ndege ya Qantas imesema wadukuzi waliweza kupata majina ya wateja wake, anwani za barua pepe, namba za simu na hata namba ah, ah, siku ya kuzaliwa, ingawa hilo halitaathiri shughuli za kawaida za kampuni hiyo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo aliomba msamaha kwa wateja wao na kusema kisa hicho kimeripotiwa kwa mratibu wa usalama wa mitandao nchini Australia. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari umesomwa na Beldin Waleula. Msikilizaji, unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio wa shirika mbalimbali mbali. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi. Tukianza moja kwa moja, ni kwa mswada wa ushuru na matumizi wa rais wa Marekani Donald Trump umepitishwa na Seneti. Kulikuwa na mgawanyiko kutoka pande zote, baada ya maseneta watatu wa chama cha Republican kuungana na Democrats kupinga mswada huo, ila makamu wa rais JD Vance alipiga kura iliyofanya maamuzi. Na Steha Muhammad na maelezo zaidi mswada huo utarejeshwa katika bunge la wawakilishi ambapo kuna uwezekano wa kukabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya wanachama wa chama cha rais Trump ambao wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongeza matrilioni ya dola kwenye deni la taifa la Marekani. Mswada huo ambao pia unapingwa na mshauri wa zamani wa rais Trump bilionea Elon Musk utaongeza ushuru zaidi, kuongeza matumizi kwa jeshi na usalama wa mpaka na kupunguza malipo kadhaa ya huduma za Afya. Kiongozi wa wengi katika bunge la seneti John Thune alielezea umuhimu wa mswada huo na kuwashawishi maseneta na hivyo kuwa na kura ya nusu kwa nusu, lakini makamu wa rais JD Vance alivunja hilo baada ya kupiga kura ya kuvunja sare hiyo. Tangu kuchukua uongozi Januari, wanachama wa Republican wamekuwa wakitilia maadani kufanikisha mswada huu ulio mbele yetu hii leo, na tuko hapa leo pitisha sheria hii ambayo itawasaidia wa Marekani wanaofanya kazi kwa bidii Bwana Rais, hii itaboresha na kuchochea ukuaji wa uchumi na ajira zaidi na fursa kwa wafanyakazi wa Marekani. Itajenga jeshi letu, kulinda mipaka yetu na kuonyesha mwelekeo mzuri ambao utapunguza ulaghai na matumizi mabaya kwenye programu za shirikisho. Naye mwanachama wa Demokrat jacque Schumer, amesema kwamba kupitishwa kwa mswada huo kutaleta shida nyingi siku za usoni kwa Marekani. vote will kura ya leo itawagharimu wanachama wa Republican kwa miaka mingi ijayo. Wanajamhuri wa Marekani wanaona uharibifu wa ambao umefanywa, hospitali zikifungwa, watu wakiachishwa kazi, gharama ya maisha ikipanda, na deni likiendelea kuongezeka watajionea namna wenzetu walivyofanya na watakumbuka. Na sisi kama wanachama wa Demokrati tutahakikisha wanakumbuka. Sheria hiyo sasa itawasilishwa katika Bunge la Wawakilishi ambako linakabiliwa na upinzani wa chama cha Democrats na wale wa Republican wengi wakipinga gharama ya juu ya bajeti hiyo pamoja na kupunguza huduma za afya na programu za msaada wa chakula kwa Wamarekani maskini. Mswada huo unapendekeza kuongezwa kwa dola trilioni 4.5 za kupunguza kushuru kwa muhula wake wa kwanza na akiba ya e dola trilioni moja nukta mbili ikilenga mpango wa bima ya afya ya Medicaid pamoja na msaada wa chakula wa shirikisho. Kupunguzwa kwa huduma za afya kunaweza kusababisha wastani wa, wa Marekani milioni kumi na mbili wa kipato cha chini na walemavu kupoteza huduma za afya. Kifurushi hicho pia kinarejesha mabilioni ya dola katika mikopo ya kodi yani ukui, ya nishati huku ikitoa nyongeza ya dola bilioni mia tatu hamsini kwa usalama wa mpaka na mpango wa Trump wa kuwafukuza wahamiaji wengi. Rais aliweka wazi kuwa lengo linasalia kupitisha mswada huo katika bunge hilo katika siku zijazo na kutia saini uwe sheria ifikapo Ijumaa Julai nne. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa mswada huo utapita na kwamba Wamarekani watafurahia. Kura za maoni zinaonyesha mswada huo ni miongoni mwa miswada iliyo na utata zaidi, huku wanachama wa Demokrat wakitumai kutumia hilo kama ajenda kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026, wakati wanalenga kudhibiti kutawala bunge. Sasa kando na hayo ya Marekani, ni kwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamekuwa na mawasiliano yao ya kwanza kwa njia ya simu baada ya muda wa takriban miaka mitatu ambapo wamejadili kuhusu vita vya Ukraine na mpango wa nyuklea wa Iran. Beldin waliaula na maelezo zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Urusi Vladimir Putin wamezungumza kwa njia ya simu kwa mara ya kwanza baada ya muda wa miaka miwili na nusu tangu kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Katika mazungumzo hayo, rais wa Ufaransa amemsihi rais wa Urusi kusitisha mashambulizi nchini Ukraine, ila Rais Putin amesema katika vita hivyo mataifa ya magharibi ndiyo ya kulaumiwa. Wiki moja tu baada ya kusitishwa kwa vita vya Iran na Israel, marais hawa wawili pia walizungumzia mradi wa nyuklia nchini Iran, huku rais Macron akisema kuwa taifa lake na Urusi wanafaa kushirikiana kusitisha kabisa vita hivyo mapigano bado yanaendelea nchini ukraine huku vita hivyo vikiingia mwaka wake wa tatu tangu urusi kuivamia ukraine mwaka elfu mbili ishirini na mbili kufikia sasa juhudi za kupatikana kwa suluhu ya kudumu itakayoleta amani kati ya mataifa hayo mawili imegonga mwamba mazungumzo ya macron na putin kwa njia ya simu yalidumu kwa takriban saa mbili ambapo wawili hao walikubaliana kuwasiliana zaidi kuhusu ukraine na iran rais macron aidha amesema kuwa taifa lake ilitaendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita vinavyoendelea huko, akitoa wito wa mapigano kusitishwa na makubaliano ya amani kuafikiwa. Aidha, Putin amesema mataifa ya magharibi kwa muda mrefu yalilenga maslahi ya Urusi katika masuala ya usalama na kuchangia kutokea kwa vita kati ya taifa lake na Ukraine. Rais huyo wa Ufaransa alimuonya Putin mara kadhaa kwa njia ya simu hasa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kwamba asifanye uvamizi nchini Ukraine. Macron amekuwa akitangaza msimamo wake kuhusu Urusi akisema jaribio lao la kupanua mipaka yake ni tishio la usalama kwa wakazi wa Ulaya. Mazungumzo ya simu kati ya rais Macron na Putin yanajiri baada ya mazungumzo hivi karibuni ya kutaka kupatikana kwa amani baina ya mataifa hayo mawili. kuchofua dafu haya kijiri shambulio la Ukraine katika mji wa Izesk limewaua watu watatu na wengine arobaini na watano kujeruhiwa. Hali ya hatari imetangazwa katika eneo la Udumtia nchini Urusi baada ya Ukraine kulenga eneo hilo na kushambulia kiwanda kimoja cha kutengeneza silaha. Uwanja wa ndege wa mji wa Izesk pia umefungwa. Tukaendelea ni kuwa wapiganaji wa kijihadi wamefanya msururu wa mashambulizi kwa vituo vya kijeshi katika miji kadhaa nchini Mali ikiwa ni shambulizi la tatu kubwa zaidi dhidi ya jeshi tangu mwezi uliopita. Filis Mwate na maelezo zaidi. Jeshi la Mali lilisema lilizuia mashambulizi hayo yanayodaiwa kuwazuia ya zaidi ya wanamgambo 80 bila kusema kama kulikuwa na majeruhi wengine. Hata hivyo kundi la Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin JNM, ambalo ni kundi lililo na uhusiano na al Qaeda, ambalo lilisema ndilo lililohusika na mashambulizi hayo, limesema kwamba limedhibiti kambi tatu za jeshi. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Mali imekuwa ikikabiliwa na uasi mbaya kutoka makundi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na mashambulizi kutoka kwa miungano inayotaka kujitenga. Katika taarifa iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa, msemaji wa jeshi Solemayan Dembele alisema kwamba adui wao alipata hasara kubwa katika kila eneo, kwani walishirikiana na vikosi vya usalama na ulinzi. Kanali Dembele aliongeza kuwa jeshi lilichukua silaha, magari na pikipiki piki kutoka kwa washambuliaji. Mashambulizi hayo yametokea katika miji kadhaa ikiwa ni pamoja na Binoli, Kayes na Sandere karibu na mpaka na Senegal. Pia kulikuwa na mashambulizi zaidi maeneo ya kaskazini karibu na mpaka wa Mali na Mauritania. Mkazi mmoja wa eneo la Kayes aliambia shirika la habari la AFP kwamba waliamka kwa mshtuko kufuatia milio ya risasi na waliona moshi ukifuka kuelekea kwenye makazi ya gavana wa eneo hilo. JNIM ilitaja shambulio hilo kama lililoratibiwa na la ubora wa juu katika taarifa waliotuma kwenye mitandao wa ya kijamii. Mnamo tarehe mbili mwezi wa Juni, wanamgambo walilenga kambi ya jeshi na uwanja wa ndege katika mji wa kaskazini wa Timbuktu. Siku moja tu kabla ya hilo, shambulio lingine liliwaua takriban wanajeshi 30 katikati mwa nchi hiyo. Sasa tukisalia naye bado, Phyllis Mwate atupeleke sasa viwanjani kwa taarifa za spoti <tip> Na mnashuka uwanjani na naanza na, na michuano ya kombe la dunia la vilabu ambapo Trent Alexander-Arnold alipeana asisti ya nguvu kwa Gonzalo Garcia na wakapata bao la pekee na la ushindi dhidi ya Juventus. Kulikuwa na ati ati pale Real Madrid ilipolipa Liverpool karibu pauni milioni nane nukta nne kwa Trent Alexander-Arnold wakati wangeweza kumpata bure iwapo wangesubiri mwezi mmoja tu baadaye. Sasa kikosi cha Xabi Alonso kilidhamiria kumsajili beki huyo wa kulia kwa wakati ili kuanza kampeni ya bla dunia la vilabu na wakaamua wa kulipa ada hiyo ili kumwachilia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka ishirini na sita kutoka kwenye mkataba wake mapema. Real Madrid sasa watakipiga na either Dortmund au Monterrey, ambao wanaendelea kuminyana kwa sasa, huku Dortmund wakiwa wanaongoza kwa mabao mawili kwa mmoja. Hatima ya Juventus kwa michuano hiyo imefikia mwisho, sasa wataelekea Ujerumani kwa kambi ya mazoezi baadaye msimu huu wa joto kabla ya kuanza kampeni yao ya Serie A weekend ya Jumamosi ya tarehe 23 wa Agosti, na sasa beki wa kulia wa Fulham Kenny Tate amesaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia kwenye klabu hiyo hadi mwaka elfu mbili ishirini na nane na hivyo kumaliza uvumi kuhusu kuhamia kwenda Everton. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka ishirini na tisa alikuwa amemaliza mkataba wake Craven Cottage na alitarajiwa kujiunga na Toffees, lakini badala yake amesaini mkataba wa miaka mitatu na klabu hiyo aliyojiunga nayo mwaka elfu mbili na ishirini. Niangazie tenisi sasa, mashindano maarufu yanayoendelea ya upande wa wanaume Novak Djokovic amefuzu na sasa anajitayarisha kushindana raundi ya pili ya michuano hiyo. Djokovic alimshinda Alexander Mula kutoka Ujerumani 6, 6, 6, 6, 6, 6 7 2. Na upande wa kinadada bingwa wa French Open Coco Gauff ambaye anatajwa kuwa mshindani wa taji hilo la Wimbledon alishindwa kwa 7-6-7-6-1 na nambari 42 duniani kutoka Ukraine Diana Yastremska. Wiki tatu na nusu tu zilizopita Gauff alikuwa kileleni mwa dunia baada ya kunyonywa kombe huko Roland Garros, baada ya kumshinda nambari moja duniani Ariana Sabalenka. Kule kwa soka waosema mpira huteleza. Ni hayo tu asubuhi ya leo, mimi ni Felix Matei.